Aya, kaeni. Wengine wameshaanza kunikosoa, huyo anatuhubiri kama watoto sasa. Kwani nani hajazaliwa mara ya pili? Kwani huyu si alikuwa kiongozi? Si alikuwa na dini yake? Si alikuwa na ibada yake? Lakini ameambiwa uzaliwe mara ya tena, alikuwa hajui, nawezaje na ndevu zangu kurudi tumboni mwa mama yangu? Kiongozi mzima haelewi kuzaliwa mara ya pili na maadabu haya ni akane ile hata leo yameisha, si hapo? Yesu akajibu akamwambia, na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nalikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo u uvuma upenda, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Hebu semeni, aliyezaliwa kwa Roho <coughs> aliyezaliwa kwa Roho, <coughs> aliyezaliwa kwa Roho. <coughs> Nikodemu akajibu akamwambia, yawezekanaje mambo haya? Yesu kaji akamwambia Je, wewe u um, mwalimu wa Israeli na mambo haya uyajui? Hebu muulize mwenzako, we askofu mkuu, mambo haya uyajui? We mtumishi <coughs> wa Mungu, mambo haya uyajui? sasa sitaenda huku kwa ajili ya muda. Unajua nataka kuambia nini? Aliyezaliwa na Mungu na roho hatendi dhambi kwenye Yohana nyaraka, si mnafahamu? kwa sababu gani uzao wake wakaa ndani? Ni hivi, msijilazimishe hata kuacha dhambi. We kama ni mtoto wa kuku, alafu ni jogoo, utawika tu maana uzao wa jogo unakaa ndani yako. Mwangalie mwenzako, mwambie hata ukijizuia utasema kukuri hukukuu. Mwambie hivyo, hata ujizuie vi si uzao wa ndani yako. tusikandanaye w mzema jananubii vizuri hapa, akasema watu wanaangalia matendo. Mbwea hafundishi jinsi ya kubwea

Utawaambia vaeni hivi va vaeni hivi, wakitoka tu kanisani wanavaa wanataka wao, maana hawaongozi kanisani. Watasema baba mchungaji, baba askofu eh. Akitoka pale anawambia we pumbafu, ufe kwa jina la Yesu, huko huko mtaani, kwa sababu ha, yuko mbele yako. Akiondoka uzao uzao ule unamsukuma, maana hajazaliwa mara yada wa nafikiri mtoto wako waniini anafanana na wewe

Nimeshaombea maaskofu, nimeshaogembea manabii, anasema nashindwa kuacha hii, nashindwa nifenyeje, nashindwa kumbe tatizo ni kuzaliwa. Ukizaliwa mara ya pili unatunda la Roho. Sema amina. Msikimbie kwenye karamu za Roho zile tisa, angalieni tunda kwanza. Tunaenda kwenye kwenye ujazo kwenye karama tisa, nenda kwenye tunda la Roho na ziko tisa. Inaitwa tunda moja, matawi yake yako tisa. Sema amina. Mwangalie mwenzako, mwambie kifao mbele chako ni tunda au ni karama? <laughs> Mulize mana upende kote, siku hizi ni karama karama, tunde tumeacha

Biblia. Kwani wewe ni mshirika? Nikodemo ni mshirika ni <totipa> Hakuna dini ya sio kiongozi si mimi ni wa teoloji wa wa sasa kwa neno hili, halafu huyu jamaa alijua alijua kuzaliwa kwa roho hapa, tumetoka madhehebu zile ambazo watasema hakuna ujazo hakuna umehama umeingia Pentekoste na huko huko upo Pentekoste. Hebu mwambie, mwambie Bwana umechanganyikiwa huko huko kwenye Pentekoste, mwambie usichanganyikiwe kwa jina la Yesu, usichanganyikiwe humo. Nionyeshe mikono yako, unaenda kuomba. Baba nakushukuru, nashukuru kwa neno lako leo Bwana, imekugusa wote. Tumesimama mbele zako kama watumishi wako, Bwana yule kw ongozi mwenye heshima mbele yako na anayepata kibali mbele yako ni yule aliyezaliwa mara ya pili, yule aliyejaa Roho Mtakatifu katika maisha yake. Hawa walioinua mikono, Bwana, kila mmoja umguse Bwana yao makanisa yao, wengine wako kwenye roho chachoshika, wako nyuma yao, wana neno hili ni wafae wote, kuanzia hapa pa kichwa ambaye ni kiongozi mpaka yule wa mwisho. Baba wabariki na kuwapenda uzae